Bwana Yesu asifiwe. Merry Christmas. Merry Christmas. Kwa sababu ya wale ambao hatunjawaipatana nao, majina yangu ni Peterson Jage, zaidi yote nimeokoka, Kristo yu Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Hii ndio mara yangu ya kwanza kusimama mahali hapa. Mara mingi uanga naingia ibanda hii kisha natoka naenda pande za rungarunga runga. Nataka kuleta pole kwa sababu tulikuwa tukunje familia yote ya county namba 49. Sisi ni county namba 49, lakini wengi wamesema kwamba wataingia katika ibanda ambazo zinafuata. Kwa hivyo pokeeni salamu zao. Asubuhi njema na wako kwa barabara wa Kinja. Nataka kwanza kutoa tangazo ambalo ni la ubatizo. Kwa ubatizo ni siku ya leo baada ya ibada ya Kiswahili na watu wazima tutaelekea moja kwa moja mpaka katika kanisa la Mtakatifu Yakobo kule Buruburu. Kwa hivyo sio Sunday ambayo inakunja, ni siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru the Very Reverend Canon Samuel Idaiga kwa kunipatia nafasi kusimama mbele yenu. Wapendwa wa Kristo wenzangu tuko katika msimu wa Krismasi na msimu wenyewe tumeanzia, ni siku chache kabla tusherekee. Leo nataka tuangazie manda kama udhibitisho wa mimba na malaika, udhibitisho wa mimba na malaika, tumesomewa katika Injili ya Mathayo sura hiyo ya kwanza mstari wa kumi na nane hadi ishirini na tano na mambo ambayo tunayapata hapa, tunayapata mambo ya kadha wa kadha ambayo yalitokea wakati malaika alipoleta habari ya mimba kwa mtu, kwa Yosefu. Kukawa na changamoto kwa hayo mambo, na hivyo ndivyo tunavyokuwa sisi wanadamu. Twajua kwamba Yosefu alikuwa anampooza Maria lakini tukio hilo la kwamba Maria ambaye ni kipenzi chake ako na mimba lilimuweka wasiwasi, na kwa hivyo yeye mwenyewe akaamua, mimi sitaki kuwa na heshima ndogo tena huyu mama, haya ama huyo kipenzi changu nitamtalaki. Katika dini za Kiaundi, wakati wote wa ndoa ilikuwa inahusisha mambo matatu. Jambo la kwanza kijana alikuwa ananenda kwa wasichana kama kwa msichana akiwa na babake ama mjomba wake, kusema kwamba mimi niko hivi na hivi, kama vile tunavyofanya katika mila zetu, na kwa hivyo Yosefu alikuwa ameenda huko. Jambo la pili ni kwamba alipofanya hiyo introduction, yeye ilidhihirisha wazi kwa watu wote kwamba hao ni watu wawili wanaopendana. Bwana Yesu asifiwe. Juu jambo hilo lingine lahusisha watu wa familia yote, marafiki na tunaenda saa kwa kina msichana kutoa mali, jambo ambalo lahusisha kwamba hao ni wapendwa wawili ambao wanakuwa kama kitu kimoja, na mambo haya yote Yosefu alikuwa ametimiza. Lakini jambo la nne ambalo uanga ni la muhimu sana, ni kungojea siku ya harusi, kama vile sasa Yosefu alikuwa anangojea, lakini wakati alipopata hiyo hapari Yosefu akawa na hali ya sitofahamu kwamba huyu mtu wake ama huyu kipoza wake si mwaminifu. Wanayesu wasifiwe. Je, ingekuwa ni wewe, ungejisikiaje kwamba yule mbaya unatarajia kumwoa amekuaibisha ama si muaminifu kwako? Hali kama hiyo inakufanya wewe kuwe katika hali ya sitofahamu kwamba ni mtafanya nini na huyu simwezi kumchukua. Yosefu akaingia katika hali hiyo, kwa mira za kiaundi, Yosefu aliamua kwamba nitamwacha kisiri. Na jambo lingine, Yosefu alikuwa anataka kumpeana kwa umati, ambao umati baada ya hapo ungechukua hatua na ambapo Maria angewekwa katika uwanja apigwe mawe na mpaka akufe. Ukisoma katika kumbukumbu la kumbu Torati ishirini na mbili ishirini na tatu na ishirini na nne utapata mambo haya yote. Wapendo wa Kristo wenzangu, kuwa bikira ni jambo ambalo lilikuwa linaenziwa sana, na kwa hivyo Yosefu alikuwa na mwenzi sana huyu mtu kwamba huyu ni wake na kwa hivyo kwa Maria naye alichukua hili jambo ambalo ni la muhimu sana, lakini tuwapata kwamba tukio hilo lilipotokea hata ye Maria halikuwa katika hali ya kufahamu. Wapendwa, ni mara ngapi ambao mambo mabaya yamekuja katika maisha haya na ambayo wakati mwingine tunashindwa tufanye namna gani? Jambo ambalo nataka tuangazie siku ya leo ambayo Yosefu aliyofanya ni mambo ambayo yatatufanya sisi katika maisha ambayo tunaishi tuwe na hali ya kukubali kwamba Mungu yo atenda. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza twaona kwamba Yosefu alivumilia e, hata kama kulivyo hivyo ndivyo kuko, mimi nitakuchukua tu, hiyo mimba nitaichukua. Na wakati alikuwa anafanya hivyo, malaika akamutokea, akamwambia kwamba usiogope kumchukua Maria kama mke wako, kwa maana mimba aliyo nayo ni ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, katika hali ya kuvumilia kwake na kukubali kwamba yote yametokea, Mwenyezi Mungu akatokea naye na kumpatia roho ya uvumilivu. Wapendwa, twahitaji uvumilivu katika maisha yetu, twahitaji wakati wote hali ya kunyenyekea na tuambie Mungu chukua mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu akawa namna hivyo. Hakuwa kama mtu wa dunia. Kama vile si wengi wetu tunavyokuwa, Na katika vile maisha ma, mila zetu zinakuwa kwa maana katika maisha haya tukiwa watu wa dunia, unapokuwa na msichana na mnanenda katika safario kama jana wakati Rev. Mng'onda alikuwa na tembea katika ndoa, ungefikiria ama angefikiria aje kwamba huyo ambaye alikuwa anamwoa jana ako na mimba? Jambo hili lingeleta aibu kwa familia na hata kwa komunity kwa, kwa ujumla. Lakini kwa sababu alijum, yani, anajuana na Mungu, yeye akawachilia yote kwake Mwenyezi Mungu. Jambo hilo lingine ambalo Yose alifanya ni kwamba alipatia, alikuwa na hali ya kutulia, hali ya utulivu patient. Do we have patient ourselves? Or we take things on our own? Alifanya kuwa na hali ya utulivu kwa maana yeye, alikuwa angemtaraki Maria na angemtoa ange kwa uwanja kwamba huyu si mwaminifu, lakini kwa sababu ya kuwa na hali ya roho ya utulivu, akaweza kuwa mvumilivu. Twapata katika Biblia, kuna watu kama hawa ambao wako na roho kama hizo. Twapata kwamba pe, mke ule Penina, wakati alipokuwa ana alipokuwa anakenjeriwa alipo na, na Penina alikuwa na hali ya utulivu. Twafanya nini sisi kama Wakristo? Tuwe na roho ya utulivu. Akawa katika hali ya kwamba liwe liwaro awiroteka, so he had that courage kwamba hata kama watu wa dunia hata kama watu wengine wataona kwamba mimi nimefanya vibaya, mimi nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. That is what God likes in our heart in our life. Yeye anahitaji hali hiyo kwamba tuwe watu ambao hata kama mambo hayaendi vizuri, tuwe na hali ile ya kwamba Mungu, mimi nimeatia yote kwako, utende kama ufanyavyo ute, Jambo ambalo linitia lilinifanya mimi niwe na hali ya kwamba I had a lot of determination and courage, ni kwamba wakati alipogundua kwamba hii mimba si yake, yeye alivumilia ya aibu ndogo ndogo, akasema kwamba sita, sitaki. Akayatia yote kwa Mungu kwa hali ya maombi. Maombi yavunja milima. Bwana Yesu asifiwe wa maombi ya kujaza wewe na uwe na nguvu nyingine mpya, hata wakati ule watu wanakuona kama e siki tu, ule mwingine ukiwa katika hali ya maombi utaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Juto wapata kwamba banda yeye kujiweka katika hali ya maombi, upenda ukashamiri ama ukachibuka katika roho yake, na akampenda Maria zaidi kuliko ilivyokuwa mbeleni. Bwana Yesu asifiwe, na ndiposa wao wakapata kuleta mfarume wa dunia ambayo tunakuja kusherehekea siku ya tarehe ishirini na tano Tuona kwamba upendo uliwanjenga na upendo ukawa ndani ya roho yake Yosefu, na kwa hivyo akampenda Maria zaidi. Maria kwa upande wake mwingine alikuwa mvumilivu kwamba hata kama hii kitendo imetendeka, mimi naachia yote kwa Mungu. Ukisoma injili hiyo ya Mathayo kuanzia hiyo mstari wa kumi na nane hadi ishirini na tano Mambo matatu yanazunguka kila upande. Jambo la kwanza kwamba uvumilivu ndio mambo yote katika mambo mali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu akawa mvumilivu, naye akapata baraka. Twapata kwamba tena twapata kwamba hali ya kujiachilia kwake Mwenyezi Mungu, obedient, kutii. Wapendwa wa Kristo wenzangu, wakati huu wa msimu wa Krismasi Napaswa kujiweka namna gani? Napaswa kutii sauti yake Mwenyezi Mungu na mwelekezo wake, nikijua kwamba siwezi kwa nguvu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu alikuwa ange, anaamini kwamba anaweza, lakini wakati alipojiachilia kwake Mwenyezi Mungu akapata kuwa mtu wa kubarikiwa. si tujiachilie kwake Mwenyezi Mungu, kwa maana Biblia tukumbusha kwamba katika Kumbukumbu la Torati saba saba si kwa maana twastahili bali ni kwa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambayo tunayoishi si kwamba twastahili, bali ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maria akawa mtu ambaye ako na uwazi, walipoingiana ama walipochumbiana, akawa ni mtu ambaye ako na uwazi saa zote. Hivyo ndivyo maisha yetu yanapaswa kuwa. We need to be sincere to one another and to each other kwa maana gani? Ili tupate baraka zake mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa wenzangu, msimu huu wa Krismasi tunapaswa kuwa na roho ya uvumilivu, tunapaswa kuwa na hali ya uwazi, tunapaswa kuwa na hali ya upendo, na tunapaswa kuwa na hali ya kutii, kwa maana mambo hayo yote ndiyo yatafanya sisi tuimbe kwamba niwabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu na Maria wakawa wabarikiwa na mpaka wakati huu tunawaenzi kama watu ambao wamebarikiwa, kwa maana kiumbe kile walileta hapa duniani ndicho kinatufanya siku ya leo tuwe na ushindi kwamba ametutendea, ametutendea. Nataka kila mmoja wetu ajiulize, je, katika maisha ambayo ninayoishi ni maisha aina gani? Wakati ninapopata changamoto mimi ukimbia wapi? wakati mwenzangu anapotenda mambo ambayo hayanifurahishi mimi, mawazo yangu unaenda wapi? Wapendwa, nataka kuahimiza siku ya leo, maombi huvunja milima. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio mambo yote katika maisha haya, hata wakati huu wa Krismasi wacha ombi liwe ngao yako wakati wote unaposherekea, wakati wote unapofanya chochote, anzia naye Mwenyezi Mungu na atakupatia mwelekeo ambao unastahili. Bwana Yesu asifiwe, kwa maana anasema kwamba niko na mipango mema katika maisha yako ama maisha ya kila mmoja wetu, maisha ambao ni ya kukuinua wewe, maisha ambao ni ya kukubariki wewe, kwa maana mimi ni mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na anaendelea kusema kwamba unaponitii mimi kama mungu wako, nitakuinua na nitakubariki. Kila mmoja wetu anatarajia kubarikiwa na kuinua kuinuliwa naye Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo kila mmoja wetu ambalo analoliomba. Umbali ambao tumefika kuanzia Januari mosi imegari mkono wake, na tunapotafakari kwamba ni utendaji wake tunapaswa kujiuliza, je, twastahili kufanya nini? Yosefu akajua kwamba hata kama kumetendeka vile kulivyo, mimi nitatii sauti yake Mwenyezi Mungu. Kutii ni bora kuliko kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Akatii na kutoka hapo, naye akaimba wimbo wa kwamba nimebarikiwa. Wacha tutii sauti yake Mwenyezi Mungu ili tuimbo, tuwe na wimbo mpya katika roho zetu kwamba sisi ni wabarikiwa, sivyo? Hivyo ni kwamba matukio ambayo yanatokea katika maisha yetu ambayo saa zingine hatuya yanatufanya tusiyakubali twapasa kuweka wazi kwake Mwenyezi Mungu. Yose akaiweka wazi kwamba kumetendeka hivi na malaika amenifunulia kwamba hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Lakini je, mimi kama ambaye nampoza huyu Maria nitafanya namna gani? Nijiachilie kwake Mwenyezi Mungu, na ili nipate baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Brothers and sisters in the Lord. Ni wakati wetu mwema, hata tunapoingia katika hali ya kusherekea, kwanza tujiulize, je, matendo yangu yanalingana naye ya Mwenyezi Mungu? Ama mimi nafanya kama mtu wa dunia? Juu mtu wa dunia akikenjeriwa kidogo tu, hivyo hivyo naye analibuka. Juu ya mtu wa, wa dunia akitendewa kitu ambacho akimfurahishi yeye uanga na hali ya kujibu Yose akujibu bali, alielekeza macho yake kwake Mwenyezi Mungu. Yose hakuwa na nafasi ya kwamba kulaumu yule, bali alijua kwamba kama ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu najua nitaweza, na kama ni yeye ambaye ameniwezesha mimi kama vile ni umbaji wake najua kwamba hata mimi nitaweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo tunapaswa kuwa, asema kwamba I am always pleased with what comes from one's heart. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kinachotoka katika roho ya yule ambaye nimeumba hicho ndicho kinachonifurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Sio hali vile ulivyo, sio vile ambavyo ulivyo nayo, kile ambacho kinatoka katika roho yako ndicho kinachomfurahisha Mwenyezi Mungu, na hivyo ndivyo Mungu akafurahia na roho ya Yosefu, na hapo akambariki na akabariki familia hiyo. Wacheni tuwe na wimbo wa kubarikiwa wakati huu wa Krismasi. Wacheni tuwe roho zetu zinaangazia huyo Mungu, kwa maana tukimwenzi baraka ambazo zinatoka kwake kama umande, tutapata kuimba wimbo wa wabarikiwa. Kwa hivyo tuwe wavumilivu, tuwe watu wa kunyenyekea, tuwe watu wa kujiachilia kwa maombi, tukijua kwamba wika, tunaweza kufanya mambo haya yote tukijiachilia kwake ambaye ni mbanji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Udhibitisho wa hii mimba hata kama ulileta changamoto yose, akawa na hali ya utulivu. Changamoto ambazo unazozibitia hata kama zitakuwa za kukera, achilia Mwenyezi Mungu achukue ushukani, mwambie kwamba mimi, Mungu sinjui nifanye namna gani, na kutoka hapo utakuwa na wimbo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwakumbusha kwamba kile ambacho Mungu anachotaka kwetu wakati huu sio hali ya matoleo yetu Siyo hali vile tulivyo, bali upendo ambao unatoka kwa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Msimu huu wa Krismasi, wacha upendo huo unukie kama manukato ambayo yanatoka katika kiti chake cha enzi. Hili hata wakati tunapowakumbatia wale wengine, tuwe na nafasi ya kuonyesha kwamba upendo wa Kristo ndio mambo yote katika maisha haya. Upendo huo ndio ulifanya mwanaye Yesu Kristo akaja hapa ulimwenguni akatukomboa kwa dhambi zetu zote. Wapendwa, upendo uwe ndiye ngao yetu, upendo uwe kwa ngao yetu, kwa sherehe zetu, kwa kusafiri kwetu, kwa kazi zetu. Wacha upendo huu wa Kristo utuongoze, na tukifanya hivyo tutakuwa na wimbo wa kusema kwamba sisi ni wabarikiwa. Mwenyezi Mungu atusaidie sana, tuwe na roho ya kutii, tuwe na roho ya uvumilivu tuwe na roho ya kujali wale wengine, na tuwe na hali ya roho ya kupenda hata wale ambao wanatuchukia, kwa maana sisi si kama watu wa dunia. Yule ambaye ametuita ni mwaminifu, na yuanja kutenda mambo makuu katika maisha haya, na kwa hivyo tujue kwamba sisi ni umbanji wake, na tukiwa umbanji wake, yeye anatuongoza na njia zake. Ametuambia kwamba hata tuwacha kamwe, atazimama nazi mpaka misho ya dunia kama vile alivyoanza nasi mwanzo wa mwaka huu, hata tunaponenda kukamilisha na hata tunapoingia katika sherehe hizi za Krismasi siku ya tarehe ishirini na tano, atatutenda atatutendea mambo mapya na mambo mema, ila tu tuwe waaminifu na kunenda katika njia zake ili tupate baraka zake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.